Habari ya Jumapili, mpenzi mtazamaji, na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Tafadhali ungana nami Ramadhani Omary kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Mifumo anga inaendelea kuonyesha viashiria vya uwepo wa mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale yanayozunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi kuelekea kusini mwa nchi. Na kwa usiku wa leo, maeneo nyanda juu kaskazini mashariki kati mwa nchi yetu, nyanda juu kusini magharibi, mkoa wa Morogoro Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara kunatarajiwa kuwa na hali ya kiasi mvua katika maeneo machache. Maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu pamoja na hali ya pwani yetu ya kaskazini yanatarajiwa kuwa na hali ya kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo ya kesho maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu kati mwa nchi nyanda juu kusini magharibi mkoa wa Morogoro pamoja na Ruvuma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu Mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vifupi vya jua kwa maeneo ya mikoa ya Lindi pamoja na Mtwara kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo nyanda juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya pwani yetu ya kaskazini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua na kwa upande wa upepo, tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kwa maeneo ya ziwa Victoria, ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Rukwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, na maeneo ya ziwa Nyasa upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo na matarajio ya hali ya hewa kwa siku nne zijazo ni kama ifuatavyo: kwa mkoa wa Dar es Salaam tutatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Dodoma tutatarajia hali ya mawingu kiasi, mbwa na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Mwanza tutatarajia hali ya mawingu kiasi, mbwa na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mkoa wa Kilimanjaro tutatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua na mkoa wa Mbeya tutatarajia hali ya mawingu kiasi mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Morogoro tutatarajia hali ya mawingu kiasi mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mkoa wa Arusha tutatarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hali ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri.